kwenye ndege ana boarding pass hajui yani boarding pass pass ni, ni nini anatoa passport 2022 desemba ndio safari yake ya kwanza ya kimataifa akibisha mwingine afungue passport kakuna visa visa yake nyingine kabla ya 2022 mimi ndio nilompeleka na tukawalaza kwenye mabanda kule World Cup Qatar walitengeneza na mabanda sasa hivi wanafugia njiwa nikamkuta Uturuki kapelekwa na Selentoshen ambayo yeye mwenyewe anakiri Selentoshen nilimpeleka mimi. Nadhani mmewahi kuisikia yo clip yes. li mwenzie baba levo kachukua hoteli ya hela yake allowance zake ka... yeye kakataa kulala hoteli ili ya save, asema anunua hata perfume perfume, akawa analala kwenye magodown ya Selentoshen nikapewa taarifa kama mtoeni kule, nikamlipia na hoteli, kamba ile yako baki nayo, uliopewa nami, kweli ndo nilompeleka Silent Ocean. Sasa huyu mtu akinichukana, akinidhalilisha, kwanza hana hisani. hana fadhila bwanadamu, anakufanyia wema wa aina hiyo, anakuunganisha na mtu, unapata matangazo unamtukana kila kukicha na nyumba mimi ndo nilolipia duka langu, non, nini, ma, ma, ma, nini madirisha na milango, ye hata ajui ajai kutoa tofali. nyumba mwana, mwana, ato, hati. Mwana, hati, ya mwanamke mwambieni atoe hati bwana, hati ya jina yake jina yake hizo unak una, una, nyumba kajengewa mwanamke bado unatukana watu. Mwijaku sisi tuna, tuna kuheshimu mwenzetu, tunakuunga mkono. Alafu mimi nimekukosea nini? Yani sijakufanyia ubaya, sijamchukua mkeo, sijamlaza dada yako. Kwa nini hey, unafanya hivi? Yaani unadhani mi nitashushwa brand na Mwijaku? A, mimi brand nimeipigania kwa jasho Haikuja tu kama shortcut, yani imepiganiwa. Usione haya, makampuni makubwa yanakuja kwangu mistangazi, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, nini majani okay, ya miembe, unaka Haji Manara mara umeenda kwa makochi Haji Manara, ukiamka asubuhi, yani akiamka tu Haji Manara, no content

mwenye shepu kama ile poshi mwenye yule, hamwezi sasa, tunamvumilia tunachoka. Nitafutieni mwanamme mmoja mwenye misi kafyatuka, mtoto wa kiume huko kavimba, ukavimba. Imagine unamwona barabarani, anakwenda kavaa skin tight. Sasa sisi tunakaa kimya kwa sababu tunaona ndio maumbile yako. Unataka kudhalilisha maumbile yangu, utadhalilisha familia yangu, utadhalilisha waiwai why? Eh, why? mi ningekuwa naweza ku mi kwa sababu haya majibu mimi kwa sababu haya majibu anawafanya yeye, mimi nimezaliwa ujue, katika maeneo hayo mi sijatoka, ni kindugu ujue ni lakini namwacha kwa sababu huyu ni mshamba mshamba mshamba, mpoli mpoli, anatafuta umaarufu kupitia watu, basi namwacha. Lakini sijawahi hata kulizungumzia lilo lake katika maisha yangu na sitazungumza. Yani leo imenitoka kwa sababu mmeniuliza, lakini nitafutieni mwanamke mmoja tu mwenye kama lile. Nchi dada yangu Kajala hamfikii hapo, ndo analifunika funika na makoti, lakini mwangalie akenda kama kama sasa tunakuangalia kuangalia, Mwijaku shika dabu yako bwana, sifanye hii brand dogo dogo kwa kila siku, akirudia akirudia akirudia, ntafyatua yes, atakazungumzia maana najua alichokuwa akitaka ni mjibu, kisha zungumza zaidi. Yani wewe asubuhi ukiamka, maana mimi si, si follow page yake wanantumia washika uyu bwana vipi? Huyu bwana vipi? kila siku unamwacha tu wewe, mbona una majibu mara mia tano ya huyu? Puzeni hawa, ukiwajibu ndio unawapeleka mjini zaidi. Lakini sasa kuna wakati nafika too much. Juzi asema oh, eh, eh, Jumera, wewe Dubai umeenda makajana for the first time, mi nimesoma pale a al Alkarama Primary. Wewe umejua Dubai uzeni, mimi naenda kila baada wiki mbili. Jumera, jumera, mimi najua Jumera bado, bado majabali, sio Dumera hii bado majabali. Shekhe chumshamba bwana aa oh, watu washamba wanakuwa, yani si, yani kenda trip ya kwanza e mbili ya ndege leo, unanierekeza mie, leo unanierekeza mie. Tunawasame ndugu zangu haa, watu maskini ya Mungu, ndio umaarufu wao, lazima watukane watu, lazima wadhalilishe wenza wao, lazima watukanane ndio maana hivi, wewe nikuje swali, unawezaje ku kuwa na image ya ile ile bank kubwa, taasisi kubwa yenye heshima au yote ikakuambia wewe uwe brand ambassador? Sio na ma brand zake anazozitangaza juu, zimekuta kokoto lama, ni kokoto, analipwa laki mbili, laki tatu, u unaishi kwa mke mke anayelipwa ifaiahe sitaki kumtaja, lakini sio sawa, kila siku zungumzia huyu. Mara juzi mnasema oh, baba, mbona Baba Levo kamdhalilisha mkia mkiwamoja, nani alo muanza? Sasa Baba Levo tofauti na haji haji, unamtukana Baba Levo anakufyatua, na ni kweli alichokisema, sio uongo, ni kweli, aonyeshe Bwana na akijaribu kuweka hati ya uongo ile nyumba anasema bilioni moja na tatu ile kaka kipande cha chocolate. Akitoa hati ya uongo jela ujue. Niambie bwana nataka hati. Acha kelele sasa tushapiga kelele aweke hati. Sisi hatuna nyumba, sisi hatuna chochote, ni marofa tu. Wewe yako kwanza. Wodala mwanamke mjinga. Mas nani yote? Chaga yule. Unanifaa wewe. Hey.

Nani anabisha? Mi sawa, naanikwa juani na si juani, nacheza mpira zamani ni juani, lakini mwenzangu kajaaliwa furushi, mashallah. Yule Shekh kipozeo anasema, <laughs> majaala ya Mungu, mtoto wa kiume kajaaliwa kuliko mtoto wa kike.